Yani mke wa wangu akikuona wa anaweza kafikiria tofauti na asinielewe kabisa. Umeona? Ndio. Na narudia kusema asante tena kwa kunileta hospitali, tutaonana wakati mwingine. Anaonekana amekunywa dawa za kutoa mimba, amefanya nini? Tina alipokuwa akitoka kwenda kazini, mamake alimwita na kumwambia, Tina mwanangu, unawezaje enda kazini na haujanywa kitu chochote? Tina anamwambia anawai, lakini mama anasisitiza anywe kitu chochote, maana hakuna penye anakimbilia, maana yeye ndio bosi na hajakunywa kitu chochote. Alikuwa na juisi na akampatia. Tina anashangaa mamake amekuwa lini mzuri na, na mama anasema lazima amjali mwanawe. Anampa juisi, kumbe hilo juisi Ameweka dawa ya kutoa mimba mm-hmm. <laughs> Afadhali mama anaonekana kunijali. Ndiyo, nisipokujali wewe nitamjali nani sasa wakati wewe ndio mwanangu haya, kunywa. Kunywa juisi uende kazini mwanangu <laughs> haya mwanangu Kazi njema. Tina na rafikie walikuwa kwenye mazungumzo. Tina namwambia rafikie kwamba Tom alikuja kumtembelea jana. Amina anasema hakuwa na habari na Tina namwambia na na sasa ameshamwambia amekubali kuingiliana na duka yake na kusema kuwa anataka afikiria kwa biashara yake sasa wanapoendelea hivyo, tumbo inaanza kumuuma ghafla. Tina: "Wewe ah, tumbo inaniuma, inaniuma sana Amina. Mbona ulikuwa sawa tu sasa? Ni mama kama vile mama mtu alipigiwa simu na kuarifiwa kwamba mtoto wake ako hospitali Alikuja juu na kumuuliza Amina, ni nini kinaendelea kwa Tina. Amina anaelezea kuwa yeye pia haelewi kwa sababu walikuwa wote kazini na alikuwa salama na ghafla akaanza kulalamika tumbo na njiani alitiririkwa na damu, na kwa hospitali madaktari wanasema hadhani kama atakuwa vyema. Mama mtu anaanza kulia na kuanza kujutia. Amina, mwanangu anaendeleaje? Mama, mimi pia sielewi alikuwa ni mzima kabisa. Ghafla tu akasema tumbo linamuuma, ndio nikamchukua kumleta hapa hospitali na tulipokuwa njiani, damu zikaanza kumtoka, zilimtoka nyingi sana na madaktari wamesema sijui kama atapona. Oh, hey, Mungu wangu, ni makosa yangu mimi. Mungu, nisamehe. Tina wangu usife Niache mwanangu, usiniache. nilikuwa najaribu tu kukutoa kwa yule mjinga. Ya Mungu wangu, nisaidie. mimi peke yangu siwezi. Mungu nisaidia. Mama, unamaanisha nini Amina? Ni makosa yangu mimi, najutia mimi ivi mwanangu anakufa Kufa. Kivipi? Kevin alipokuwa kazini, hakuwa anajua kitu chochote kinachoendelea. Mdosi wake akakuja na kumwambia kama anaweza aenda na yeye wakale. Kevin alipojaribu kukataa, mdosi wake alisisitiza. Walipokuwa wanaendelea tu kuongea, ghafla simu ikalia. Kumbe simu ni Amina alipiga. Na Kevi hakuwa anataka kitu yoyote kuhusu Amina. Akamwambia aende kwenye mada wala asizunguke zunguke. Amina anamwambia kwamba Tina yu hospitalini. Kevi anashtuka na kuuliza ni hospitali gani. Mdosi anauliza nini kimetokea. Kevi anamwambia ana staili ya ondo hospitali. Mdosi anamwambia acha msindikize. Japo Kevi anataka kukataa lakini anamkubalia. Wanatoka wote wanaenda pamoja. Unataka nini wewe? Em, unaenda kwenye pointi. Unataka nini? Ni hospitali gani yonayona? Em, nitumie jina. Kuna tatizo, inabidi niende hospitali haraka sana. Basi twende, nitakupeleka na gari yangu. Sawa, asante lakini sitaki kukusumbua. Najua una kazi zako nyingi tuza kufanya. Twende. Sio, umesema una haraka?